Yep, yep, Kiro yep. Kiro sayona, yaani unajua ukiwa Zanzibar unajifili kama nawe mtoto wa Mwinyi, kama familia ya Mwinyi, madudu anafanya Mwinyi hapa Zanzibar. Unadhani kikiwanja yani, unatamani mpira usiishi, uendelee kuangalia, lazima wakikimbie hiki kikiwanja. Kinataka mtu anayejua mpira kweli, na kinataka mtu ambaye kweli amewekeza katika soka. Hizi mm, goli tano za leo tulizomshona mtu hizi ni zawadi kwa mzee wetu Al Hassan Mwinyi, yani rais huyu wa Zanzibari wa sasa hivi. Hii ni zawadi tunakukabidhi Mheshimiwa Rais, kwa kutukaribisha huku, na ni kama itatupendeza Young Africans na hisi tubaki kambi huku huku huku uku, Zanzibar huku kwetu, yani sisi, unajua tuna asili ya Uarabu Uarabu unajua eh? Sio wa unaona huku Uarabu Uarabu sinajoeshaaakwao vitu fulani vya hatari hatari. Kwa mimi kusema la ukweli, mechi ya leo e. Leo tumekuwa na mechi nzuri sana Young Africans ufabu, na imekuwa ni mwendelezo wa mechi nzuri, kwa sababu tunazisaka alama tisa. Tumefanikiwa kuzipata alama tatu kutoka kwa Prison, tukazipata alama tatu leo kutoka kwa Dodoma mm. Kati ya kiwanja cha nyumbani tumemkaribisha huku, hakujua kwa nini tumemleta huku, lakini lengo sisi tunataka hizi alama ngapi? Tatu, lakini pia kuna mechi iliyobaki kumaliza kamilisha alama zetu tisa kutoka kwa mtani wetu. Hizi ni salamu tu Ad, inabidi atafakari tafakari, ajiulize, zimebaki mechi tatu. Yanga kashinda magoli kumi ndani ya mechi mbili, na Yanga anahitaji kufikisha magoli takriban themanini. Kwa hiyo msishangae makutana na dabi na magoli kumi na tatu. Baraka uh, michezo yenu mitano ya mwisho ya ligi mmefanikiwa kushinda michezo yote, lakini nikiangalia kwa upande wa mtani wako naye pia amefanya hivyo hivyo. Na mechi moja kila mtu anaitolea macho mechi hiyo, kila mmoja anazitaka alama tatu. Uh, Baraka, uzito wa hii mechi unauonaje? Uh, kiukweli mechi ya dabi siku zote haijawahi kuwa nyepesi. Ni mechi moja ngumu, ni mechi moja ambayo kila mtu ana tension kubwa, ni kila mtu anataka alama tatu, na especially imewekwa kama mechi ya maamuzi ya kuchukua kombe. Kwa hiyo wote tutegemee kwamba tunaenda kuangalia mechi moja ngumu, mechi moja tafu, mechi moja ambayo itaenda kuonesha ukubwa halisi uhum, wa timu hizi mbili. Sijui umeelewa. Yanga tutakwenda pale kuonesha ukubwa wetu, tutaenda pale kuonesha kwa kwanini tuna dominant ligi ya NBC Premier League na ligi ya Tanzania bara tutaenda kuonesha kwa nini sisi tunaendelea kuwa wawakilishi bora, wa wawekezaji wetu wanaendelea kuwekeza kwenye ligi zetu ya NBC pamoja na mashirika mengine. Lakini hivyo hivyo Simba naye anataka kuonesha watu kwamba mimi sikuwa na mkimbia Young Africans, lakini pia ataenda kuonesha kwamba na mimi nimejipanga msimu huu kwamba nilikuwa pengine nastahili kuchukua kombe kwao. Tutaenda kushuhudia mechi moja nzuri kiukweli. Mimi nimefurahi kwa sababu umeshuhudia maa marumbano kuanzia tarehe nane ikaja tarehe 15 vile ni vitu vya nje ya uwanja unajua vile havihusiki uwanjani ndani ya dakika tisini sasa tumeenda kupewa dakika tisini tarehe ishirini na tano ni dakika ambazo zinaenda kuamua kuonesha kwamba vile mlivyokuwa mnavifanya vyote vile ni vitu vya nje sasa bingwa ana, wa nbc anapatikana ndani ya dakika tisini ko mimi nachoomba na nachokiamini pia ni kwamba kutakuwa na mchezo mzuri ambao tunahitaji timu zote mbili timu yangu ya Africans pamoja na timu ya wenzetu, uh, Simba Sports Club au mtani wangu waje uwanjani tukipige tuoneshane nani ni nani mwamba ni nani nadhani ni kwamba uh, siku ya mm. mchezo wenyewe uh, mwali kwa maana ya kombe mm. litakuwa pale Benjamin Mkapa yeah. filimbi ya mwamuzi ikipulizwa kama kuna timu imechukua alama tatu basi atakabidhiwa pale ubingwa wake yeah. uh, baraka nini hasa unakiona unadhani mnaenda kuchukua huo ubingwa mbele ya simba uh, kiukweli kiukweli ni kitu ambacho umenikumbusha kitu cha msingi sana, kwa sababu historia inasema mara ya mwisho mm, sawa sisi tunakutana na Simba ikiwa kombe lipo uwanjani Simba alitufunga kama unakumbuka, akachukua alipokea 2012 sio umeelewa. Kwa Young Africans leo mm, tunaingia katika mechi tarehe 25 tutaingia kwa ajili ya kulipa kisasi, lakini pia kudhihirisha ukubwa wetu na fomu yetu ambayo tupo nao ndani ya miaka hii mitano minne ambayo tupo nao kuanzia mwaka 2019 sio 2020 tuko na fomu nzuri kwa inaenda kuonesha tafsiri sahihi ya kwa nini Young Africans tunajinasibu sisi ni timu bora sisi ni timu kubwa. Kwa hiyo mimi naamini ni mechi moja ambayo Simba atapanga mistari huku na huku, Young Africans akiwapa ya mikono, Yanga akichukua ndoo, Watanzania wakifurahi, wa, ya wana Yanga tukifurahi na tukiamini kwamba ni kweli na kumuonesha ni kweli, tarehe nane, wewe ulikimbia. Unajua hiyo mechi ipo hivi mm -hmm. atakayepigwa kwenye hiyo mechi ataambiwa kwa wanangu wewe ulikimbia tarehe 15. Hoya eh, wewe ulikimbia tarehe nane. Sio umeelewa? Ndo utamu wa mechi. Ndio maana mimi wewe ulimkimbia mpanzo. Eh, sio umeelewa? Au wewe ulikimkimbia mpanzo? Eh. Au wewe umekimbia pakome? Kwa hiyo mechi ndio itaenda kulipa, kutupa majibu sahihi. Hapo eh, TFF kaka pembeni, bodi ya ligi kaka pembeni. Kawapa dakika zenu 90. Eh. Sasa mtoto wa kiume inabidi aje katika hizo dakika 90 kuonesha wanaume wake Hapa tena story, maneno mbambamba ziekwe pembeni. Zimeachwa. 11 11 katikati Benjamin Mkapa kipenga kilie. Kisasi ni haki. Al-kisasi ni haki, ni haki. Warabu wanasema unajua, unaweza, unaweza ukawa na hamu mm, ya kuto kukubalia kulipiwa kisasi mm, lakini je, quality yako inaruhusu mm, uwezo wako unaruhusu mm, kiwango chako uwanjani kinaku anasema, uh, kina kusadifu wewe ku, ku, kuonesha kile ambacho unakitaka au kutimiza lile unalotaka ni kweli katika mpira bahati pia ipo, lakini mimi naamini kwanza, ningependa ni kupata tafsiri leo, ndugu yangu mtangazaji, maana ya halisi ya bahati. Sawa mm. bahati inakuja pale hard work inapokutana na opportunity, sawa yeah. haiwezi kumkuta bahati mtu ambaye ni wa mwisho darasani akapewa scholarship. Kwa hiyo mtu anayepewa bahati ni yule ambaye anakuwa na hard work alafu opportunity akami hard work. Ikutana na opportunity ndio bahati. Young Africans yana quality, amewekeza ya na wachezaji wazuri kwao tayari, ni hard work, ana technical staff nzuri, washabiki na viongozi wazuri, hii hard work amefaulu. Lakini opportunity ni nini? maana yake anakutana na Simba katika tarehe ambayo yeye anaamini, sawa, itakuwa bora kwake, kukiwa hamna makandokando yoyote. Kwa hiyo atakayeweza kuvikutanisha hivyo vitu viwili ndo anatengeneza neno bahati. Hamna bahati inaokuja kama una kikosi kizuri au una maandalizi mazuri. gari ya chama imewaka, lakini pia uh, Ibrahimu Hamadi Baka so uh, mshiru ni, mshiru. ametuma salamu leo beki, lakini kafunga mpaka sasa ana magoli matano, e bwana, yani mimi naamini kama wengekuwa kuna uwezekano, ndugu zetu mm. Makola ni watani zangu mm. uh, kama inawezekana mm. wauze na teba wachukue Ibra Baka waje wamsajili Ibra Baka, mm. acheze namba tisa mm. nadhani atawasaidia Ibra na magoli matano mpaka sasa hivi, anatuzwa man of the match kama tatu kama sio nne mm. simendelewa mm. kwa hiyo unaona ni kiwango kikubwa alichokionyesha na mchezo mzuri sana ameonyesha. Lakini bila, bila kumsahau kaka yetu mkongwe wa soka Shua Boy alikuwa na performance ah. nzuri the best performance ya